Leo tupo katika darasa jingine na leo tutazungumzia swala zima la tatizo la mkojo. Leo tutazungumzia tatizo la tatizo la mkojo, ima mkojo umepatwa na changamoto. Kuna yale matego mkojo hautoki, unauma tu hautoki, au una changamoto tu nyingine yoyote inayohusiana na, na mkojo kwamba hujapata tego lolote, lakini ukikojoa mkojo unauma au unakojoa mkojo unatoka kwa uchache sana. Sasa kwa changamoto hizo zote, tuitumie aya hii katika kulitatua tatizo hilo. Hii aya ni katika aya maarufu sana. Kwa wale ambao ni watumiaji wa aya hii watakuwa ni mashuhuda, lakini pia katika aya hii leo tutajuzana majambo mbalimbali mbali. sasa tuanze, tuanze na jambo hili la mkojo jambo ambalo limekuwa ni tatizo kubwa kwa wanaume wengi, japo na wanawake hii changamoto huwa wanaipata, lakini wanaume wamekuwa ni mhanga sana, wamekuwa wahanga sana wa tatizo hili la mkojo. Sasa kama unasumbuliwa na tatizo hilo la mkojo, tafuta aya hii. Hii aya inapatikana katika Suratul Baqara, katika zile aya za mbele mbele, sio mbali sana, ni katika zile aya za katikati. Uh, mwandishi anatuambia katika kitabu hichi anatuambia, uktubu qawlahu llah, andika maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, ambayo ni aya hii. Aya inasomeka hivi ivi, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim: wa waidh istasqa Musa liqaumihm fa qulna idrib bi 'asaka al hajara fa infajarat minhu 12 'ayna hii ndiyo aya yenyewe ambayo inatakiwa iandikwe kwa ajili ya tatizo la mkojo. Faida ni zipi? Faida zake ni hizi, man katabaha fi ina'i wa sharabaha, mwenye kuiandika hiyo aya katika chombo, mwenye kuiandika aya hii ambayo tumetoka kuisoma katika chombo, kisha akaiyeyusha kwa maji Alafu akanywa ambaye amepatwa na tatizo hilo la mkojo, basi inhala hasaru kule, ku, kule ule ugumu wa mkojo wake, kule kuzuiliwa kwake kwa, kwa mkojo, ile hali ya kutokuwa na mkojo au ile hali ya kuto kutoka mkojo au ile hali ya kusikia maumivu ya mkojo, basi itakuwa ni yenye kuondoka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. E, lakini pia aya hii <coughs> lakini pia aya hii wengi huwa wanaitumia katika masala ya kuombea mvua. Aya hii wengi wanaitumia katika masala ya kuombea mvua. Katika pitapita -pita zangu, siku moja nilikuwa nimepita pahala fulani nikawakuta watu wa eneo hilo wanayetumia aya hii katika mazingira ya kupata maji. Allahu akbar! Ili tutazidi kujuzana katika madarasa mengineyo yanayokuja, lakini nina hamu nalo sana lisubudie hili, sijapatapo kuona isipokuwa ni eneo hilo. Na kwa wewe ambaye ni kwa mara yako ya kwanza unaangalia katika chaneli yetu hii, basi usisahau kusubscribe ili kuweza kupata video zetu, madarasa yetu mengine yanayokuja. Wallahu alam.